Idara ya uandishi wa habari, Chuo Kikuu cha Iringa imekuwa ikitoa kipaumbele kikubwa kwa wanafunzi wake kujifunza kwa vitendo ili kuendana na uhalisia wa majukumu na kazi pindi wamalizapo mali zapo masomo na kufikia katika vituo mbalimbali kama vile stesheni za redio, televisheni na hata magazeti. Siku ya leo tutaangazia zaidi katika dawati ama kitengo cha magazeti ambacho kimekuwa kipaumbele kikubwa zaidi kwa wanafunzi na hii ni kutokana na uhalisia hasa wa maana ya dhana ya uandishi wa habari. Katika maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya vyombo vya habari ambayo wengi wao huitambua kama Media Day, kitengo cha magazeti ni miongoni mwa vitengo ambavyo vimeshiriki katika maonesho hayo huku wanafunzi mahususi ambao waliandaliwa kwa ajili ya kufafanua na kueleza juu ya namna ya uandaaji wa magazeti hayo kuanzia hatua ya kwanza mpaka kwa msomaji. Kwa sasa idara ya uandishi wa habari ina jumla ya matoleo matatu ya magazeti ambayo huandaliwa na kuzalishwa na wanafunzi na matoleo hayo ni The Campus I ambalo huandaliwa kwa lugha ya Kiingereza na Mwanazuoni ambalo pia huandikwa kwa lugha ya Kiswahili na toleo la mwisho hufahamika kama Iringa kwetu ambalo pia huandikwa kwa Kiswahili. Magazeti mawili ya awali huzalishwa kila wiki yani, The Campus Eye na Mwanazuoni, na Iringa kwetu huzalishwa kila mwezi. Wengi wa mashuhuda walioweza kutembelea katika meza hiyo walikuwa wakijiuliza maswali, je, magazeti haya huzalishwa vipi? na pia huzingatia taarifa zipi? Gazeti la Kampas Ai hujumuisha taarifa zote zinazohusu chuo pamoja na wanafunzi wake, yaani wanaoishi ndani ya chuo kikuu cha Iringa na nje ya chuo pia. Gazeti la Mwanazuoni hujumuisha stori zote zinazohusu vyuo vikuu na vyuo vya kati vilivyopo mkoani Iringa, na gazeti la mwisho, kama lilivyo jina lake, Iringa kwetu, linahusiana na stori zote ambazo zinapatikana mkoa wa Iringa. Aidha, wadau mbalimbali wameeleza na kuchangia maoni yao juu ya maonyesho ya Media Day na hususani juu ya namna ambavyo wameweza kujifunza katika meza ya magazeti, wanafunzi wa kitengo cha idara ya uandishi wa habari. Lakini pia miongoni, uh, mwa magazeti ambayo tunazalisha kama wanafunzi wa kitengo cha uandishi wa habari, tunalo gazeti la Campus AI ambalo lenyewe linahusisha stori ama habari za ndani ya chuo cha Iringa, lakini tuna gazeti la Iringa kwetu ambalo lenyewe linahusisha ukusanyaji na utoaji wa habari zile za mkoa wa Iringa mzima. Gazeti la stori tuna habari hizi zinazoandika kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia tuna gazeti la Mwanazuoni ambalo lenyewe linatoka kila wiki, ni la Kiswahili, linahusisha habari zote ambazo zinatokea katika vyuo vya kati na vyuo vikuu katika mkoa wa Iringa. Na miongoni mwa faida ambazo tunazipata katika kuzalisha magazeti na kuandika habari, tuna wataarifu watu lakini pia tuna utaarifu umma juu ya zile habari na matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea katika jamii, lakini pia hata matukio ambayo wanafanya viongozi na baadhi ya watu kuhusiana na jamii, miradi ya maendeleo, lakini pia elimu mbalimbali za kiafya na vitu kama hivyo. Kero nyingi wanafunzi wanatatulia kupitia magazeti especially magazeti ya kampasai a gazeti za kampasai mara nyingi zinatoa stori za hapa na hivyo basi, kero nyingi ambazo zina wanafunzi wa wengi wa hapa tunkucha ilini

cha hivyo hapo awali kabla ya magazeti hayo ya sasa, kulikuwepo na gazeti ambalo lilifahamika kama Tumaini Hill ambalo baadaye lilibadilishwa na kupewa jina la Campus I, na hii ni kutokana na kubadilishwa kwa jina la chuo kutoka Tumaini hadi kuitwa University of Iringa. Mchakato wa uandaaji wa gazeti huo ni kama mnyororo uliokamilika; pindi tu pale inapokosekana pingili moja, basi kazi nzima huvurugika. Mchakato kuanzia kwa waandishi kutafuta habari ama stori, kisha kuandika stori hiyo, na baada ya hapo hufuatia nafasi ya wahariri, ambao wao hufanya kazi ya kutafuta makosa mbalimbali, hususani ya kiuandishi na hata kuzingatia kama stori imekamilika. Baada ya kukamilika kwa kazi ya kuhariri, hufuatia kazi ya kulitengeneza gazeti ambapo hutumiwa application ambayo hujulikana kama InDesign na baada ya mchakato wote huo, kazi hiyo inakuwa tayari imetumia na hatimaye kufikia kwa wasomaji. Makala hii imeandaliwa na Hassan Shaban na kusoma nami Hamis Wazir.